Changamoto ya kwanza shule haina gari la utawala, na changamoto ya pili shule haina ukuta. Tunatamani sana tuwe na ukuta wa kuzunguka shule. Changamoto ya tatu ni uchakavu wa majengo na miundombinu, na changamoto ya mwisho ni ujenzi wa shule ya kisasa ya awali na msingi Kawawa Pre Primary School na hii umeshatoa mwongozo wa kutaka kuanza kukuchangia milioni 60. Tunakushukuru sana. Kimsingi ujio wako sisi umetufurahisha mno sana, na tunatamani uendelee kukaa hapa hapa. Sisi kama shirika linaloveki shule hii tunaahidi kuendelea kuzitatua changamoto hizi zote ambazo mmezieleza hapa, kuanzia kwa uongozi wa shule na kwa wahitimu, kama ambavyo mmesoma katika risala uh, yenu niseme tu kwamba tumekwisha kuanza, tumekwisha kuanza, tumeweka commitment kila mwezi tunatuma pesa kwa ajili ya kuhakikisha tuna karabati miundombinu ya shule hii, kwa maana ya madarasa eh, kwa maana ya mabweni, lakini pia na infrastructure zingine ambazo zina support usomaji wetu hapa. Kwa hiyo niwahakikishie uongozi wa shule yetu ya Kawawa, lakini pamoja na wanafunzi, lakini pia pamoja na wazazi, maana ninaamini kila mzazi anapenda mtoto wake akasome katika mazingira ambayo ni bora kwao. Nitoe hii commitment kwamba katika kipindi ambacho tumepanga, eh, sisi na uongozi wa shule na shirika hili tutahakikisha tunaendelea kuimarisha eh, miundombinu ya shule yetu ili hata haya tunayoyasema sasa ya ufaulu wa imshiniwani basi yaweze kufikiwa yakiwa katika mazingira yeah, bora.